Lizer Classic bana, uh, ana, ana namna tu ambayo anaamini kwamba kuna namna akizungumza na vijana ambao wanatafuta wanaweza wakamsikiliza na wanaweza wakapata somo kubwa sana kwenye namna ambavyo wanajitafuta. Na yeye eh, anawasisitiza ana watu kwamba usikate tamaa bana, kwa sababu maisha siku zote yanahitaji one chance ili uweze kufanikiwa eh, anasa, sasa hapa anaongea na wasanii kwamba we, oh, unachokihitaji ni kitu kimoja tu, yaani wewe hauhitaji vitu vingi. Unahitaji kitu kimoja tu, yaani wewe unataka wimbo mmoja tu ambao utakubadilishia maisha. Wewe unahitaji just one song, one ambayo itakubadilishia maisha kabisa. Wimbo mmoja tu wa dakika tatu unaweza kubadilisha kila kitu, kuanzia maisha yako, jina lako, hadi adhi yako, sijui ndoto zako. Anyways, kila lichokiandika na kusomea hapa hapa kupitia e-trending ya Rick Media. I'm your girl. Sarafina Jerry. Yes, mimi ni Bintu Jerry na always niko hapa kukuhabarisha zile zote ambazo zina trend kwa upande wa burudani. So niko hapa na Silent Ocean pamoja na Jizo Sound. Wao wow, uh, ndo wanasababisha mimi nikuletea hiki ambacho nakuletea. Lizer Classic, sote tunamfahamu huyu ni official producer wa Diamond Platnumz. Hata kama Wasafi wanataka wasanii basi utasikia tangazo kupitia Lizer kwa sababu yeye ndo official producer wa Diamond WCB na ndio maana ngoma zote za WCB, uh, utasikia Liza ndo amefanya finishing, kwa sababu yeye ndo official producer wa WCB. So uh, kupitia akaunti yake ya Instagram kwenye feeds za kawaida na kwenye Insta story, nimekutana na hii post ya Liza ameandika hivi. All you need is one song, just one to change everything. Wimbo mmoja tu wa dakika tatu unaweza kubadilisha kila kitu kuanzia maisha yako jina lako hadhi yako ndoto zako vyote vinaweza kuanza kuso, kusogea mbele kwa nguvu ya hit song moja tu usikate tamaa endelea kurekodi endelea kuandika endelea kupush labda wimbo unaofuata ndio utakao kuweka kwenye ramani na, na, na hisi Lizer anaona struggle za wasanii wapya namna ambavyo Wana, wana, wanaona ugumu kwenye kuendelea kupush kile wanachokipush, lakini trust me, one song ndo itakupa wewe future yako, itakupa mambo mengi sana ya tofauti. Nimeona watu wengi wanasema fact kabisa, the philosopher Liza classic fact. Eh, kamix Liza noma kabisa, kabisa yani you kabisn know, watu wameielewa fact yake. Mimi pia kama mtu ambaye nimekuwa nikishuhudia struggle za vijana wengi naungana na naye lakini mi naongezea neno tu, fanya na kazi zingine. Muziki peke yake autoshi, muziki unahitaji pesa. Fanya kazi zingine, ili uweze kuinvest kwenye muziki. Kwa sababu ukisema unasubiri muziki ukutoe uje upate pesa nyingi, ha my brother, ha my sis, fanya kazi zingine pia. Eh, muziki, e, muziki, muziki wenyewe kuupushi tu unataka pesa, so jitahidi uwaso kwingine, lakini okay, pia weka haso zako kwenye muziki And then, Ita make sense siku moja anyways. Uh, mi nitaka nikujuze hivo tu. Um, I'm your girl Sarafina Jeri. Una lolote, you know where to drop your comment, so drop it and drop it now.